Hujambo msikilizaji na kukaribisha katika makala ya yaliyojiri wiki hii. Hapa tunakumbushana taarifa ambazo tulizipa kipaumbele juma nzima katika habari zetu juma hili hapa RFI Kiswahili. Na msikilizaji, miongoni mwa taarifa utakazozisikia katika makala haya ni pamoja na Rais wa Tanzania Samia Suluhu, ameagiza vyombo vya sheria nchini mwake kuangalia uwezekano wa kuwafutia mashtaka ya uhaini mamia ya vijana waliokamatwa kufuatia vurugu za uchaguzi wa Oktoba 29. Lakini pia msikilizaji, tutaangazia uchaguzi wa spika mpya wa DRC Eme Boji, kauli ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kwamba nchi zilizo na bahari kwenye ukanda wa Afrika Mashariki huenda zikaingia kwenye vita na jirani zake zenye bahari. Tutaangazia pia mkutano wa mazingira wa COP 30 ambao unaendelea huko Belem nchini Brazil. Na hode wako ni mimi Douglas Omariba, karibu. Tuanze kutoka nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan ameagiza vyombo vya sheria nchini mwake kuangalia uwezekano wa kuwafutia mashtaka ya uhaini mamia ya vijana waliokamatwa wakihusishwa na vurugu ambazo zilitokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29. Akihutubia bunge kwa mara ya kwanza tangu achaguliwe kwa muhula mwingine, Rais Samia aliwanyoshea kidole waliochochea vurugu na mlezi wa taifa hili ninavyoelekeza vyombo vya sheria kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu, kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Aidha, Rais Samia aliwataka wadau wa kisiasa kutafuta njia mbadala ya kumaliza tofauti zao, akisisitiza kwamba mazungumzo ndiyo njia pekee ya kupata suluhu ya amani kidemokrasia. Hivyo basi, sote kwa umoja wetu tunapaswa tuitumie fursa hii, tuendelee kujifunza, tujirekebishe na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia kwa kuzingatia kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi zetu na sio za kuletewa. Kuhusiana na mauaji yaliyotokea siku ya uchaguzi, Rais Samia, mbali na kuonyesha kuguswa na vifo, majeruhi na uharibifu wa mali, alitangaza kuundwa kwa tume ya uchunguzi kubaini kilichotokea. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Siku ya Alhamisi, Rais Samia alimteua aliyekuwa waziri wake wa fedha Mwigulu Nchemba kwa waziri mkuu mpya, uteuzi ambao umepokelewa kwa hisia mseto baada ya jina lake kuidhinishwa na bunge na baadaye kuapishwa. Akihutubia baada ya kupitishwa na wabunge, Mwigulu ameahidi mageuzi ya kiutendaji serikalini kwa watumishi wa umma wavivu, wazembe, wala rushwa na wenye lugha mbaya kwa Watanzania. Tuwe tayari nitakuja na fiekeo na rato maono ya mheshimiwa rais. Ahadi ambazo mheshimiwa rais amewaahidi wa Tanzania lazima zitekelezwe. Sauti yake Mwigulu Nchemba, waziri mkuu mpya wa Tanzania. Tusalie nchini humo ambapo mkuu wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk juma hili alitaka uchunguzi kufanyika juu ya mauaji na vitendo vingine vya ukiukaji wa haki ambavyo vilitekelezwa wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Maelezo zaidi na Minzi Letijai. Wito wa Turk umekuja wakati huu ripoti zikiibuka kuwa huenda miili ya waliouawa kipindi cha uchaguzi zilichukuliwa na vikosi vya usalama na kupelekwa katika maeneo yasiyojulikana. Taarifa zilizofika katika ofisi ya haki za binadamu ya UN kutoka vyanzo tofauti nchini Tanzania zinaonyesha kuwa mamia ya waandamanaji na watu wengine waliuawa na idadi isiyojulikana kujeruhiwa au kukamatwa. Ofisi hiyo aidha, imesema kuwa imeshindwa kuthibitisha kwa uhuru takwimu za majeruhi kutokana na hali tete ya usalama na kufungwa kwa mtandao baada ya uchaguzi huo. Tuk ametoa wito kwa mamlaka za Tanzania kuchunguza kikamilifu na kwa uwazi madai haya ya ukiukaji wa haki za binadamu na kuwachukulia hatua wa pamoja na kutoa taarifa kuhusu wote wanaoripotiwa kutoweka. Vilevile ametaka kuachiwa bila masharti kwa wanasiasa wa upinzani waliokamatwa kabla na baada ya uchaguzi, akiwemo kiongozi wa chama cha upinzani CHADEMA Tundu Lissu na watu wengine wanaoripotiwa kukamatwa tangu siku ya uchaguzi. Namijai tusadie Tanzania. Kesi ya uhaini na umkabili Tundu Lissu, kiongozi mkuu wa chama kikuu cha upinzani Chadema, imeahirishwa kwa muda usiojulikana baada ya Lissu kuwasilisha pingamizi dhidi ya shahidi wa kificho kutoka upande wa Jamhuri. Na wakati huo huo, viongozi wengine wa Chadema ambao waliachiwa huru wamekanusha madai kwamba kuachiwa kwao kwa dhamana kwa kwa kwa ni kwa hisani ya serikali na kwamba watahitajika kushiriki mazungumzo ya maridhiano. John Heche ni makamu mwenyekiti wa chama hicho aliyekuwa amekamatwa na kufunguliwa mashtaka ya ugaidi. Kama tulivyokamatwa ndivyo tulivyoachiwa. Hakuna mazungumzo yoyote tuliyofanya na mtu yoyote. Nataka ili liwe very clear kwenye public kwa sababu watu wasilete propaganda kwamba tumeachiwa kwa makubaliano fulani. Hatuna makubaliano tuliyoachiwa nayo. Sauti yake John Heche, makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema. RFI Kampala 93.7 FM. Tuelekee sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo wabunge siku ya Alhamisi walimchagua waziri wa zamani M. Boji kutoka muungano wa kisiasa wa Sacred Union ambao ni wake Rais Felix Chisekedi kuwa spika mpya. Kutoka Kinshasa Freddy Tendilonge anatueleza zaidi. M. Boji, waziri wa zamani wa bajeti na waziri wa viwanda, na aliyependekezwa kama mgombea pekee toka muungano wa Inyo Sacre yake Felix Chisekedi anachaguliwa kwenye wazifa huo. Upinzani ambao unapaswa kuchukua nafasi ya naibu mwasilishaji wa taarifa za bunge hawakuwa na makubaliano. Mutita Kalunga Clotilde toka chama cha ensemble pour la République ya Moise Katumbi alichaguliwa kwenye nafasi hiyo, lakini Christel Vwanga mwanachama wa zamani wa ensemble amesema chama hicho kilitumia njama ili kuondoa ugombea wake kuelekea uchaguzi huo. Chama cha INC ya kamere hakikuwasilisha mgombea kwenye nafasi hiyo yenye ushawishi kwenye siasa ya DRC. Hata hivyo, jina la emeboji linapingwa na wanasiasa wa upinzani walio ndani na nje ya nchi wakimshutumu kuwa mtu wa karibu na Rais Tshisekedi na ambaye anaweza kumpa fursa ya kusalia madarakani kwa kubadilisha katiba. Fredy Tenzilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili. Tukiwa bado nchini DRC, msemaji wa serikali Patrick Muyaya katika mahojiano na RFI ya Kifaransa amesema kwamba Rais Felix Tshisekedi Hatosafiri kwenda jijini Washington nchini Marekani kutia saini makubaliano ya amani bila ya kuwepo kwa hakikisho kwamba wanajeshi wa Rwanda wameondoka kwenye ardhi ya Kongo. Msikilizaji, hafla ya utiaji saini makubaliano ya amani imeratibiwa mwezi huu jijini Washington kati ya Rais Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame. Nalo jeshi la DRC limeanzisha kampeni ya kuwahimiza waasi wenye asili ya Rwanda FDLR kuweka silaha chini na baadaye kurudishwa katika nchi yao kwa mujibu wa maelewano ya kusitisha vita mashariki mwa nchi hiyo ambayo yalitiwa saini jijini Washington Juni 27. Hata hivyo, FDLR wanapinga mpango huo na badala yake wanataka mazungumzo na serikali ya Kigali. Chubengorombi anatueleza zaidi. Kampeni hiyo imelenga haswa wilaya ya Walikale katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo polisi na vikosi vya jeshi la DRC vinahamasisha waasi hao wa FDLR kwa kutumia matangazo ya redio na helikopta pia. Adolora Kasongo ni kiongozi wa eneo hili. Tunapozungumza kuhusu FDLR, siwezi kukataa ikiwa kuna idadi ya watu ambao wanajua wengine walipo, ni wakati wa ili ili warudi majumbani kwao na kwenda kwa Monusco, au mbele ya FRDC ili warudi majumbani kwao kwa amani. Viongozi wa madhehebu mbalimbali mbali na asasi za kiraia Walikale wamehusika katika kuhamasisha kujisalimisha kwa wasi hao wa FDLR. Jaitrolwant ni mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia mkoani Kivu Kaskazini. Kwa ngambo yangu hiyo ikakuwa kabisa kitendo ambayo inafanyika na siku ya kuchezelea vraiment italeta suluhisho ndani ya Walikale na kuweza kumaliza Mizozo. Hata hivyo, kundi hili la FDLR halijazungumza msimamo wake dhidi ya kampeni hiyo wakati viwango vyote vya idadi ya watu vimehusika na uhamasishaji huu kwa lengo la kuimarisha amani na usalama mashariki mwa DRC. Chube Ngorombi, Goma, RFI Kiswahili. Rais wa Israeli Isaac Herzog mapema wiki hii alizuru DRC ambapo alikutana na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Felix Tshisekedi kabla ya kuwasili Kinshasa kiongozi huyo wa Israeli alizuru Zambia siku ya Jumatatu. RFI Kisangani 105 FM. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameonya kwamba nchi zilizo na bahari kwenye ukanda wa Afrika Mashariki huenda zikaingia kwenye vita na jirani zake zenye bahari kwa ajili ya masilahi ya kibiashara na ulinzi. Mseveni anayewania urais wa Uganda baada ya kuwa madarakani kwa miaka 40 amesema kwamba bahari ya Hindi ni ya nchi zote za Afrika Mashariki ikiwemo Uganda. Hiyo bahari ni yangu pia, kwa sababu yangu iko wapi? Nina haki ya kuwa na bahari hiyo. Tunajihatarisha wenyewe na nahofia kwamba siku zijazo kutakuwa na vita vikali kuhusu hili. Uganda haina bahari, lakini bahari yangu ni bahari ya Hindi. Ni kama kusema kwamba kwa sababu mimi naishi kwenye nyumba ya juu, sina haki ya kutumia uwanja uliopo chini. Huu ni uenda wazimu. Sauti yake Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Wanaharakati wawili wa kutetea haki za binadamu kutoka nchini Kenya, Bobu Njagi na Nicholas Oyoo wameelezea mateso waliyopata chini ya maafisa wa jeshi wakati walipotekwa nchini Uganda na kuzuiwa kwa takriban siku 40. wa Walikuwa wamekwenda nchini Uganda kuhudhuria kampeni za uchaguzi za kiongozi wa upinzani nchini humo Bobi Waina wakati walitekwa. Bob Njagi anaeleza mateso waliyopitia. Niliteswa siku ya pili wakati wa mahojiano. Nilitolewa show kwenye seli nikiwa nimefunikwa macho nikapelekwa kwenye like chumba hand, nikafungwa kwenye kiti kwenye mkono mmoja, afisa mmoja akawa nyuma the the na afisa mwingine the the mbele yangu. Yule wa mbele alikuwa ananipiga nikiulizwa maswali kwa sababu walichukua simu zetu, kwa hivyo walipitia simu na a maswali ni nani huyu, ni nani anayefadhili harakati hizi, amekuja hapa Uganda kufanya nini? Haya yote yalikuwa mahojiano ya siku ya pili. Baada ya hapo, akatupatia dawa za kutuliza maumivu, lakini ni paracetamol. Hiyo ndiyo tu tulipewa ili tuweze kupona kimya kimya kwa hizo siku 38. Ni sauti yake mwanaharakati kutoka nchini Kenya, Bob Njagi, aliyetekwa nchini Uganda. Msikilizaji, serikali ya Kenya kupitia wizara ya mambo ya nje ilisema wiki hii kwamba zaidi ya raia wake 200 ni miongoni mwa wanajeshi wa Urusi wanaopigana vita vya Ukraine, serikali ikisema wengi wa Wakenya hao wamejipata katika hali hiyo bila kufahamu, kwani wamekuwa wakihadaiwa na mawakala wa kusafirisha watu. Umoja wa Mataifa umesema kwamba wanawake wanaokimbia vita katika mji wa Elfasha nchini Sudan wameripoti mauaji, ubakaji na kupotea kwa watoto tangu kundi la wapiganaji wa RSF kutua mji huo mnamo Oktoba 26. Takribani wanawake na wasichana milioni 11 wanakabiliwa na ukosefu wa chakula jimboni Darfur, huku baadhi yao wakikabiliwa na unyanyasaji wa kingono wanapokwenda kutafuta chakula. Na kwa upande mwingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametoa wito wa hatua za kimataifa kuchukuliwa ili kukomesha silaha zinazopokezwa kundi la RSF nchini Sudan kufuatia ripoti za mauaji ya watu wengi katika eneo la Elfasha jupita mayaka na mengi zaidi katika kilele G7 wa mawaziri wa mambo ya nje nchini Canada, Ruby amesema wapiganaji wa RSF walitekeleza ukatili, ikiwa ni pamoja na mauaji, ubakaji, unyanyasaji wa kingono dhidi ya raia, huku watoto na wanawake wakiathirika pakubwa. Rubi amesema RSF haina kiwanda cha kutengeneza silaha na hivyo inategemea msaada kutoka nje, akitoa wito kwa nchi zinazowasambazia silaha kuacha. Rais Salva Kiir wiki hii alimfuta kazi makamu wa kwanza wa rais Benjamin Bolmel, aliyekuwa akionekana kama mwanasiasa aliyekuwa anaandaliwa kumrithi. Paul Nzioki na Paul atueleza zaidi. Tangazo la kufutwa kazi kwa makamu huyo wa rais Kiir lilisomwa kupitia televisheni ya taifa bila kutolewa sababu rasmi, likiwa limeibua maswali kuhusu mwelekeo wa siasa za nchi hiyo. Bolmel ni mfanyabiashara mashuhuri na mfadhili wa serikali ambaye alipanda haraka katika ngazi za uongozi mwaka huu na alionekana kuwa mrithi wa Kir, lakini sasa hatima yake kisiasa imegeuka ghafla baada ya kufutwa kazi. Wachambuzi wanasema kuondolewa kwake kunaonyesha migawanyiko ndani ya chama tawala wakati huu ambapo wa makubaliano ya kugawana madaraka kati ya Kir na mpinzani wake wa muda mrefu Riek ya Mashar yakiendelea kuyumba. Msikilizaji, wakati huo ikiwa haijafahamika ni taifa gani litakuwa mwenyeji wa mkutano wa KOPA 31 mwaka ujao, ni rasmi sasa kwamba Ethiopia imechaguliwa kuwa mwenyeji wa COP 32 mwaka 2027 wa uamuzi ambao umepokelewa vizuri na mashirika ya mazingira. Wakati hao ya kijiri, watetezi wanaohusishwa na kupiga kampeni kuunga mkono matumizi ya mafuta ya visukuku wamejitokeza kwa wingi katika mkutano wa COP 30 ambao unaendelea nchini Brazil. Muungano wa mashirika yasiyo ya ya kiserikali ulithibitisha siku ya Ijumaa <mulia> Msikilizaji, kama ndio mwanzo unajiunga nasi hewani, sasa ni makala ya yaliyojiri wiki hii, tukikumbushana taarifa kuu tulizokuandalia juma hili. Naitwa Douglas Omariba. Mkuu wa tume ya umoja wa Afrika Mahamud Ali Yusuf amekanusha madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba mauaji ya halaiki yanaendelea kushuhudiwa kaskazini mwa Nigeria, ambapo makundi yenye ya silaha yanaendelea kuwalenga na kuwaua Wakristo. No, hakuna mauaji ya kimbari kaskazini mwa Nigeria. Nadhani utata ulioko kaskazini mwa Nigeria unafaa kutufanya tuwe na tahadhari kabla ya kutoa kauli kama hizo. Um, waanga wa kwanza wa mashambulizi ya Boko Haramu ni Waislamu, si Wakristo um, um, na ninasema hili nikiwa na uhakika wa taarifa hizo. Kwa hivyo utata uliopo kaskazini mwa Nigeria haupaswi kuchukuliwa tu kwa urahisi. Kauli hii imekuja baada ya siku kadhaa zilizopita Rais Trump kutishia kuagiza mashambulio ya kijeshi katika taifa hilo iwapo mauaji dhidi ya Wakristo yataendelea. Mahakama ya juu nchini Guinea mapema wiki hii iliidhinisha jina la kiongozi wa kijeshi Mamadi Doumbouya kuwa mgombea katika uchaguzi wa mwezi ujao ambao unalenga kurejesha utawala wa kikatiba, mahakama hiyo pia ikipitisha majina ya wagombea wengine wanane. Mahakama nchini Gaboni liwahukumu kifungo cha miaka 20 jela aliyekuwa mke na mtoto wa rais wa zamani Ali Bongo baada ya kuwakuta na hatia ya makosa ya rushwa. Sylvie Bongo na mwanawe Nuruddin Bongo hawakuwa mahakamani wakati waliposhtakiwa kumuhadaa aliyekuwa rais Bongo kuiba fedha za wananchi. Wapalestina 150 wamewasili nchini Afrika Kusini walikokimbia kupewa hifadhi kufuatia eneo lao kukumbwa na vita kwa zaidi ya miaka miwili. Georgia Jowi anatueleza zaidi. Wizara ya mambo ya ndani ya Afrika Kusini imeidhinisha abiria hao kushuka ndege baada ya shirika la kibinadamu la ndani kuwahakikishia malazi wakati watakapokuwa nchini Afrika Kusini. Ndege ya kukodi iliyowabeba raia wa Kipalestina wapatao 153 ilitua muda mfupi baada ya saa 8 alfajiri ya siku ya Alhamisi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Oliver Tambo unaohudumia miji ya Johannesburg na Pretoria, kulingana na mamlaka ya usimamizi wa paka ya Afrika Kusini BMA, abiria wa Palestina hawakuruhusiwa kushuka kutoka kwenye ndege hiyo baada ya kugundulika kuwa hawakuwa na stampu za kawaida kwenye pasipoti zao. Aidha, makundi mengine kibinada ya kibinadamu pia sasa yamejitolea kutoa msaada kwa wageni hao japo ni kwa muda. Ufaransa siku ya Alhamisi ilifanya kumbukizi ya miaka kumi tangu kutekelezwa kwa shambulio baya zaidi la kigaidi jijini Paris, ambapo watu zaidi ya 130 waliuawa. Rais Emmanuel Macron aliahidi kwamba Ufaransa itafanya kila linalowezekana kuepusha shambulio lolote kama hilo. Kufahamu zaidi, hii hapa ni taarifa yake Emmanuel Makundi. Kumbukizi hiyo iliongozwa na Rais Emmanuel Macron aliyekuwa ameambatana na mke wake Brigitte pamoja na maofisa wengine wa juu katika serikali yake, akiwemo rais wa zamani Francois Hollande ambaye alikuwa katika uwanja wa Stade de France wakati shambulio likitekelezwa. Wanajihadi wa Kiislamu waliwaua watu 130 kwa kuwapiga risasi pamoja na kujilipua ndani na nje ya jiji la Paris usiku wa Novemba 13 mwaka 2015. Kundi la Islamic State likikiri kuhusika kwenye mashambulio hayo. Washambuliaji waliua watu 90 katika ukumbi wa maonyesho wa Bataclan ambako bendi ya Marekani ya Eagles of the Death Metal ilikuwa ikitumbuiza, watu wengine wakiuawa katika migahawa tofauti jirani na uwanja wa Stade de France ambako mashabiki walikuwa wakitazama mechi ya mpira wa miguu kati ya Ufaransa na Ujerumani. Rais wa Marekani Donald Trump wiki hii alitia saini mswada unaositisha kukwama kwa shughuli za serikali, hali ambayo imekuwa ikishuhudiwa kwa siku 43. Na wakati huo huo, idara ya ulinzi ya Marekani mapema Juma hili ilisema kwamba nchi ya Syria itaingia katika muungano wa kimataifa dhidi ya Islamic State, tangazo ambalo lilitolewa saa chache kupita tangu Rais Donald Trump akutana na mwenzake wa Syria Ahmed Al-Sharaa katika ikulu ya White House. Msikilizaji, kufikia hapo na hitimisha makala yaliyojiri wiki hii. Naitwa Douglas Omariba, kwa heri.